Baada ya kupanda mlima kwa uwepesi katika kaunti za Laikipia, Meru, Kirinyaga na Nyeri siku mbili zilizopita, hali ilikuwa shwari hadi pale viongozi walioandamana na rais walipata fursa ya kuzungumza. Hii leo ziara yake ikiingia katika siku ya tatu, kikosi cha rais kilipatana na pingamizi katika kaunti ya Nyandarua, mbunge wa Kikuyu na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa akikabiliwa na mapokezi makali wakazi wakimtaja msaliti. Hata hivyo, rais alipata fursa ya kutenga miradi ya maendeleo, akiahidi ujenzi wa uga wa Olkalau, kukamilishwa kwa hospitali ya JM Kariuki, mradi wa maji wa Kirema utakagharimu takriban milioni 600, pamoja na ujenzi wa chuo kikuu miongoni mwa miradi mingine. Hiyo hospitali ya JM imetengenezwa 48% yani, imefika karibu nusu. Sasa ile nusu ingine, mi namwambia gavana hapa, mimi namwambia gavana huyu, bwana mbadilisha sasa. Ile pesa ungetumia kwa hiyo hospitali sasa uende ufanya kazi ingine, hiyo hospitali mimi nitatengeneza, nitamaliza, nitaweka equipment. Baada ya kukabiliwa na mapokezi makali Nyandarua, Rais alifululiza moja kwa moja hadi kaunti ya Murang'a, alipotua katika eneo bunge la Maragwa hapa akipokelewa kwa shangwe, akizuru maeneo bunge ya Kandara na Kangema alipozindua miradi ya ujenzi wa nyumba, barabara, kilimo na miundo msingi. Mwandani aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua meri wa maua akihudhuria, huku wandani wengine wa Gachagua wakisusia. Sisi tunasema tunaendelea kusonga na kasongo, sisi tunasema tunaendelea kusonga na kasongo. Zaidi ya hayo, kwa mara ya kwanza mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na aliyekuwa mwandani wa rais William Ruto alikosa kuhudhuria ziara hiyo, naye rais akiepuka kuzuru eneo bunge lake. Richa ya hayo, rais aliendeleza injili yake ya amani, umoja na maendeleo, akishikilia hakuna atakayevunja uhusiano wake na wenyeji wa Mlima Kenya. kama wewe ni MCA fanya kazi yako, hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka mitano. Kama wewe ni mbunge fanya yako, kama wewe ni governor fanya yako, mimi kama rais nitafanya yangu, na hao wananchi wataamua baada ya miaka mitano. Edwin Mbogwa, K24 saa moja.